Unajua sasa mambo imebadilika, na hii Kenya mambo inabadilika. Ina kuna, kuna governor anaitwa Amanda Mandago alisema, usiweke siasa kwa roho. Hiyo ni kweli sana. Wewe mraia usiweke siasa kwa roho hii. Wanasiasa watakutana, sijana tumekutana na Gideon Moi, bado mambo, bado tutakutana na wengi, tunatafuta wengi, mpaka mtashangaa Si ile picha ya gazeti leo mliangalia, si nani alibaki wakati mheshimiwa rais rafiki yangu wa zamani Uhuru alisanya watu? Hiyo picha ya watu nane, sasa imebaki mtu gani? Basi tutasanya mpaka mutashangaa sana. <laughs> Ninyi raia, mutasema hii wanasiasa nini? Kwa sababu mheshimiwa rais amesema ikiwa Kenya itaendelea lazima viongozi wote kabila zote chama zote waendelee wakuje pamoja. Wakati wa kura hiyo ni tofauti, lakini saa hii tusikizane kujenga manyumba, tusikizane kujenga mambo ya afya.